Tumepata wito wa kuja katika hospitali hii ya Mwananyamara kwa ajili ya kutoa hivi viti mna vita vya viti mwendo au wheelchair kwa Kiingereza, ili ziendelee kuhudumia Watanzania wenzetu na sisi wenyewe tunapokuwa tunapata changamoto mbalimbali, hasa katika hospitali hii ya, ya Mwananyamara. Kwa hiyo kilichotugusa sasa hivi ni kwamba tunao wito huo na wajibu ambao tunajiwajibika kwao kurudi kwa jamii na kutoa mchango wetu. Tunafahamu kwamba kuna jitihada nyingi za kiserikali, za watu binafsi na taasisi, ambazo zote kwa pamoja tunajumuika katika kuhakikisha kwamba tunaweza kuboresha aa, katika sehemu mbalimbali kama Mwananyamala. Tunashukuru sana kwa kuwa mmeona kuna umuhimu wa kurudi kwenye jamii na kuweza kurudisha kwenye jamii, kwa sababu hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala ni hospitali ambayo inatumiwa na Watanzania wa kipato cha chini na cha saizi ya kati, na wengi wao wamekuwa wakihitaji waki huduma za matibabu, weidha kwa kuchangia kidogo, ama wakati mwingine wanahitaji huduma za kupewa huduma za bure kabisa. Kwa hiyo kwa tendo hili mlilofanya, tunawashukuru sana na tunawaomba msiachie hapa, muendelee kuangalia namna ya kuendelea kurudisha ama kutoa zawadi kwa jamii, kwa sababu mahitaji ni mengi, kwa kuwa wagonjwa ni wengi na mahitaji ni wengi sana, na hasa ambao wanahitaji huduma, wananchi wa kawaida ambao wanahitaji kuhudumiwa. Kwa hiyo tunasema asante sana Halotel, through Halopesa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 hizi ambazo tuna imani kwamba zitaenda kuwasaidia zaidi ya wagonjwa wengi wanaokuja kutibiwa hapa. Kwa upande wa teknolojia tunaendelea kuboresha huduma zetu siku zaidi ya siku, na wategemee mambo mazuri zaidi ambayo tunakuja kwa ajili ya kudumisha bidhaa zetu kwa upande mmoja na mwingine, kwa ajili ya kurahisishia zaidi wateja wetu miamala yao.